Na, mtazamaji, wakaazi na wafanyabiashara wa Isibania katika soko la mama mboga wameelekezea kidole cha lawama kwa serikali ya kaunti, wakilalamikia kile wanachokitaja kama uzembe wa viongozi wa kaunti katika kusimamia masuala ya usafi wa mazingira. Wakizungumza na waandishi wa habari, wakaazi hao wanasema kwamba taka zimezagaa katika maeneo mbalimbali ya mji wa Isibania, hali ambayo imeendelea kuhatarisha afya ya wananchi na kuathiri shughuli za biashara katika maeneo hayo. Ushuru tunatoa lakini usafi hatuna, pia soko hatuna. Sisi kama wamama tunanyanyasika siku zote, hatujui tuende wapi, tukimbilia wapi? Serikali tunaomba mtusaidie. Kama sisi kiongozi wetu tuliwachagua, lakini kulingana vile tuliwachagua maendeleo tulioahidi wa na wao hawakuweza kutufanyia. Masoko mengine yako kijijini lakini wana marigiti sisi tuko tauni lakini hatuna hata soko. Mji wetu umechafuka. Mpaka biashara zetu tunazofanyia hapa. Mimi ni fundi gereji nafanyaga hapa. Lakini mpaka wateja wanashindwa kuja kukaa hapa kwa sababu ya harufu chafu inayotoka kwenye nini. Kwa hiyo takataka hizi ziko hapa. Tumejaribu kuambia viongozi wa serikali waje watusaidie waondoe hizi takataka. Angalia zimetapakaa. Mbuzi wanakula hapa. Mpaka chupa zimejaa hapa zimetapakaa kila kona, zinatoboa mpaka mapikipiki watoto washuleni zinawakatakata miguu hapa tunanyanyasika sana tunakatiwa ushuru sehemu yoyote ile tukipita mahali ngumu tunakatiwa tukipita kastamu tunakatiwa tukipita kila sehemu tunakatiwa lakini na, na sokoni tena sokoni tena tunakatiwa sasa sisi tutafanyaje? Unakuta mtu umechukua mzigo hata shilingi elfu tano ya Tanzania, hiyo ni shilingi 250. Lakini unaambiwa ukate ushuru wa shilingi 50. Hiyo mzigo wa shilingi elfu tano ambayo ni ya Tanzania umeanda umerangua, je, hiyo ni 250? Ukitoa ushuru hamsini na baki shilingi ngapi? Kwa kweli tunanyanyasika sana, wamama wakomu ambao wanajitegemea, ambao hawawezi kabisa.